Mwanasheria wa Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia, Yunisi Masigati, amesema uhalifu unaotokana na makosa ya kimtandao kwa atakayebainika kuharibu miundombinu mawasiliano, ya mawasiliano atatozwa faini isiyopungua kiasi cha shilingi milioni mia moja au mara tatu ya hasara yaliyosababisha ama kifungo kisichozidi miaka mitano ama vyote kwa pamoja. Mwandishi wetu Rosi Chapewa kutoka mkoani Mbeya anaarifu zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari wakati wa semina maalum kwa watekelezaji wa sheria nchini ikihusisha mahakimu, waendesha mashitaka na wapelelezi, mwanasheria huyu anatolea ufafanuzi kipengele cha cha kumi na sita cha sheria ya makosa ya kimtandao kinachohusiana na utoaji wa taarifa za uongo ambacho kinaonekana kupokelewa kwa hisia tofauti na wananchi zile message ni ambazo ni za uongo na unajua kwamba zile taarifa ni za uongo, ndipo unapokuwa unatenda nini? Unatenda kosa. Lakini unapoituma umeipokea kwenye simu yako, na wewe ukijua kwamba taarifa ni ya uongo, ukamtumia mtu mwingine, ndipo linapokuwa limeanza kosa. Lakini wewe kupokea ujumbe ule hakufanywa kwa ni mtuhumiwa. Utuhumiwa, unaanza pale tu utakapoanza na wewe kuisambaza hiyo taarifa. Aidha msemaji wa Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia Priska Ulomi anawatoa hofu wanahabari akidai kuwa sheria ya makosa ya kimtandao haingilii uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo sheria hii ni tofauti na sheria nyingine ambazo zinasimamia masuala ya haki ya habari, kupata habari, uhuru wa habari na miiko ya taaluma ya habari. Hata hivyo, washiriki wa, wa semina hiyo wanasema sheria hiyo itasaidia kukabiliana na changamoto za uhalifu wa kimtandao. Kama semina tulivyoisikia, ime imetupa nguvu na imetuelimisha, na sisi kama watoaji wa haki kwa kufata sheria hizi tumepata mwanga. Kukutana na makosa kama haya tutakuwa tunafahamu na, sisi, na sisi tutaenda kuwajulisha wenzetu walioko chini yetu namna ambavyo sheria hii itatupa nguvu na namna ya kushughulikia makosa ya, ya makosa ya kimtandao. Sheria ya ya makosa ya kimtandao imeanza kutumika Septemba mosi mwaka mw. mw. huu, huku semina utekelezaji wa sheria ikiwa imeshirikisha washiriki kutoka mikoa ya Njombe, Iringa, Rukwa na Mbeya. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10.